Bwana Yesu apewe sifa. Somo letu la leo linasema boresha uhusiano wako na Mungu. Katika maandiko matakatifu ya Biblia, katika kitabu cha Luka sura ya 4, mstari wa 25 mpaka 27, maandiko matakatifu yameandikwa hivi: lakini kwa hakika nawaambia, palikuwa na wajane wengi katika nchi ya Israeli zamani za Elia, wakati mbingu zilipofungwa miaka mitatu na miezi sita Njaa kuu ikaingia nchi nzima, wala heli, wala Elia hakutumwa kwa mmojawapo ila kwa mjane mmoja wa Serepta katika nchi ya Sidoni. Tena palikuwa na wenye ukoma wengi katika Israeli zamani za nabii Elisha, wala hapana aliyetakaswa ila naaman mtu wa Shamu. Sasa maandiko haya matakatifu yanatufundisha nini? Kwamba walikuwepo wengi lakini Mungu alikuwa anachagua. Kama pale tunaambiwa wajane walikuwepo wengi, lakini Elia alitumwa kwa mjane aliyepo Selepta. Kwetu sisi ambao tunaishi katika kizazi cha leo tunatakiwa tutambue kwamba haya maandiko yanatueleza au yanatuelekeza juu ya tabia ya Mungu, jinsi Mungu anavyotenda kazi. Kwa hiyo kama tunataka kweli kuona uwezo wa Mungu na utukufu wa Mungu katika maisha yetu, ni lazima tufate miongozo ile ambayo imewekwa katika Biblia, tusiteke njia zetu wenyewe. Kutokana na maandiko hayo matakatifu, yanatuonyesha kwamba kweli sisi tunaomba na tuko wengi wenye mahitaji ya aina tofauti, lakini Mungu anachoangalia ni zaidi ya kuomba. Mungu anachoangalia ni kwamba mahusiano yako wewe na Mungu yakoje? Sasa tuangalie sifa za huyu mjane wa Selepta ambaye Eliya alitumwa kwake. Mjane huyu yeye alikuwa msikivu kwa Mungu, na alikuwa hana mashaka yoyote juu ya manabii wa Mungu au mtumishi wa Mungu katika kipindi hicho ambacho kinasemwa cha njaa. Kulikuwa na njaa na nabii Eliya alikwenda kwa huyu mjane ambaye yupo Selepta. Akamkuta mjane huyu amebakiza kwanzi moja ya unga atengeneze chakula kwa ajili ya yeye na mtoto wake. Kwa mujibu wa maandiko matakatifu, alisema kwamba anataka atengeneze kwanzi moja ya unga akale yeye na mtoto wake, wasubiri kufa, maana ndio kitu kilichokuwa kimebakia. Lakini mtihani ambao Mungu alimpa mjane huyu kupitia nabii Eliya, nabii Eliya alimwambia kwamba hiyo hiyo konzi moja ambayo wewe unataka kutengeneza kwa ajili yako na mtoto wako. Nitengenezee mkate kwanza mimi nile. Alafu hakika nakwambia hiyo konzi moja ya unga haitaisha. Yaani maana yake, kwamba chakula hakitaisha kitaendelea kuwapo. Sasa kitu kama hicho kinahitaji imani kubwa juu ya mtumishi wa Mungu na imani kubwa juu ya Mungu kwamba kweli hiki ninachoambiwa ndicho. Wewe umebakisha kitu cha kwako peke yako, alafu unaambiwa kwamba kitoe hicho hicho Umpe mtu mwingine, afu ubaki una kitu. Kitu ambacho ni kigumu sana. Lakini kwa sababu huyu mjana alikuwa kwamba ni msikivu na alikuwa anamwamini Mungu kwa asilimia kubwa. Aliamua kutimiza kile nabii alichomwambia, na akatengeneza ule mkate akampelekea nabii, akajiangalia yeye na mtoto wake. Aliamini tu kwamba Mungu hawezi kusema uongo. Aliamini tu kwamba Mungu akisema aki amesema na itakuwa na alia, aliamini kwamba Mungu wake anayemtumikia ni mwaminifu kweli. Alipofanya hivi, nabii akala na alitamka neno pale ikatokea kweli. Hakuwa na njaa yule mwanamke, wala ule unga haukupungua bali uliendelea kuongezeka, na kuongezeka, na kuongezeka. Yani, maana yake kwamba shida ya njaa ilikuwa imetokomezwa kwa njia hiyo, na vilevile yeye vile, uh, Naamani yeye alikuwa jemedari Kajichove kwenye mto. Kwa hiyo, aliweka ujemedari wake pembeni, kuu kwa Mungu kamu yani tumwamini Mungu tuondoe yale mashaka moyoni. Pili, ukiona mtumishi wa Mungu, Mungu anamtumia basi mwamini kwa asilimia zote kwamba Mungu anaweza kumtumia hata kwa ajili yako pia. Na utakapoamini wewe, acha kutazama macho yako kwa mwanadamu. Tazame Mungu kwamba Mungu, nimefanya hili kwa ajili yako wewe, na kwa sababu nimefanya kwa ajili yako wewe, naomba Mungu, unijibu. Alafu uone kile ambacho Mungu atatenda. Nakuhakikishia kwamba Mungu wetu ni mwaminifu, ukimwamini kwa asilimia hizo ukaomba na ukamaanisha na ukamtazama yeye, sio kumtazama mwanadamu. Yani, imani yako usiweke kwa mtu, sawa. Mungu anatumia wanadamu, lakini utakaposikia kama ule mwongozo, upokee ule mwongozo, lakini imani yako ihamishe kutoka pale, muamini ule Mungu aliyemtuma na umdai Mungu aliyemtuma kwamba Mungu nimefanya kwa ajili yako, alafu uone Mungu atafanya nini. Mimi nakuhakikishia kwamba Mungu lazima atatenda. Kwa hiyo eh, tunachokumbushwa siku ya leo ni kwamba Boresha mahusiano yako na Mungu maana yake kwamba muamini Mungu na uamini kwamba Mungu huwa anatenda kazi kupitia wanadamu. Kwa hiyo Mungu anapomtuma mtumishi wake kuja kwako, Ebu muamini. Na ukimwambia Mungu kwamba ikiwa huyu mtumishi anatokana nawe, Mungu nipe kutenda hili, Mungu atakupa kutenda. Na ukimwambia Mungu kwamba ikiwa huyu mtumishi anatokana na Mungu na basi naomba uniepushie hili lisikae kwangu wala lisiwezekane wala nisilifanye wana nisilitimize. Mungu hawezi kukuacha wewe ukateleza ukaanguka. Mungu anatusikia. Kwa hiyo imani yako, kama una mashaka, peleka maombi yako kwa Mungu, afu mwambie Mungu aamue moyoni mwako. Kwa hiyo Mungu atakapoamua moyoni mwako, amini kwamba Mungu ndio ameamua kukupa huo mtihani. Basi ufanye huo mtihani huku ukiamini kwamba ni Mungu ndio unayemtumikia. Hakika nakwambia, Mungu hawezi kukuacha, atakutendea makubwa ya kukushangaza, kwa sababu Mungu wetu ni mwaminifu siku zote, na Mungu wetu sikio lake si zito, na Mungu wetu, wetu si dhalimu, na Mungu wetu, wetu, wetu hapendelei wabaya akawaacha wema. Ukiwa mwema, wema wako utakufuata kokote kule wendako. Mungu akubariki kwa kunisikiliza na akutie nguvu ya kuweza kusimama imara na kumwamini Mungu na kuboresha mahusiano yako na Mungu kwa jina la Yesu Kristo, amen.